Naam, karibu tena mtazamaji. Haya, leo tunaendelea kuelezo kuhusu wale wake ambao hupaswi kuoa. Tulikuwa tumesema wa wa kwanza, wa pili, wa tatu na ileo Sheikh Juma Ameriko, ndani ya studio akiwa na Miriam Migomba na Bi Msafwari pia. Aanze kutuendeleza tuseme wa wa nne, wa tano, wa sita. Wasita alisema no, wanawake aina. Naam. Wane, watano, lusemanu, saba. Naam, Mhm. Mm, karibu Sheikh Juma ametuendeleza tulipoachia. Naam. <coughs> wanawake ambao watu waliokwenda katika uchunguzi wa ndoa, wameona hawa ni wakorofi sana, wanaweza kukuletea majanga makubwa. Tumesema ni saba, ingawa wako zaidi, kwa sababu ya wakati. Siku hizi watu wanaigizana. Huyu wa tulikuwa na watatu, tukamweleza alivyo, ni yule mvivu sana, yule ambaye hata vidole vyake kuosha anasikia shida. Lakini kuna mwanamke wa nne, huyu mwanamke wa nne anaitwa Hadaka. Huyu ni mwanamke mwenye macho makali, anaingia katika ndoa. Mwanamke wa macho makali, macho yake yanaiba kila kitu anachokiona. Akitoka kwa window shopping, umeumia rafiki yangu Akitoka kwenda kuchukua watoto skuli, umeumia rafiki yangu, kwa sababu akirudi, anakutajia vitu alivyoviona na ambavyo aona kwamba lazima vipatikane, na ukijiangalia, hujiwezi. Sasa hiyo ni chuki mpya na balaa nyingine maanake, na kesho atakwenda tena shopping na kesho atakwenda tena akapeleke na kuchukua watoto skuli. Hujipa vijiji jambo jambo vya kwenda yeye, kwa sababu akaone aje ya akuone. Huyo ni mwanamke wanne. Mwanamke wa tano, wanasema wanavyuoni wa mambo ya ndoa, huyo anaitwa baraka, mwanamke baraka. <coughs> ni ule ambaye yeye kazi yake katika maisha ya ndoa <coughs> ni kujishughulisha ni kuji, ni kuji na kujing'arisha tu, ang'arishe uso amalize, ang'arishe mikono amalize, ende piko <laughs> ende hina arudhi, ende kwa miguu, ende katika kujirembesha, kuji katika kila pahali ambapo ataka kupatengeza katika mwili wake na huyu ni mwanamke ambaye katika nyumba mara nyingi anakasirika wakati wa chakula, na hapendi kula isipokuwa peke yake, kwa sababu hataki lawama. Ukila naye kama mke wako, kichumbari kiko wapi? hakuwa na time, walikuwa na uso Uh, wapi maji ya nini? Uh, alikuwa na kucha zikitiwa nini, zikifanywa hivi. Kwa hivyo ukorofi wa huyu ni vita vya kila siku, na hamutoki salama, kwa sababu yeye ni mwili wake tu. Yeye mambo mmoja, mwza amwambia mke wake, wallahi, nimesikia njaa leo. Mmeona mimi mjele nyumbani pana chakula cha kina mama pima kule hakitanitosha. Amwambia mimi sijapika, nilikuwa kucha zangu zimfanyaje, mguu wangu umfanyaje, uso wangu umfanyaje, lakini hapa nyumbani pana kuna mabuyu na kuna nunua ya mbakia na kuna sunflower. Utakula sunflower! Sasa sasa <laughs> sikiza bala jambo lililoleta Huyu ana njaa, huyu ana sunflower, lakini ano. shek akijirembesha, wewe wapenda maupendi, sina kujirembeshea wewe. Akijirembesha kwa kuwa minka ina njaa, atoke ende, mimi nkaena njaa kwa sababu yeye ajirembesha? Tafadhali, tafadhali nenda huko kwa mabyuti ziwenzio, ende mkafanye mashauri. Mwanamke wa sita anaitwa Shara Sharaqa huyu <laughs> ni kisirani chengine mm. ni mwanamke ambaye asema sana na hanyamazi, asema sana utakalo ulisema, yeye alijua unyamazi umsikize yeye. Gazeti umekuja nalo wewe ushasoma, unjua yaliomo, atakuweka kama mwanafunzi kukuele, kukueleza ambayo wewe hukuyaelewa. Huyu fulani wewe hukumwelewa. Uh, huyu hukuelewa Huk kutoa kazi niobakia unyamaza maati amekukauka hata ukamwambia ni pamojayakuna hana time atakakukumalizia kisa haja la gazeti la jana hajasoma, la leo haja hivi, haja hivi, haja hivi hawa ma, wasemaji wanamna hiyo mm -hmm. Ni katika wale waliohesabiwa kuwa watu wa hatari sana. Unaona unaingia ndani ya majumba habari zaendea TV kitu hivi Mume anshika tama namna hii, amsikiza bibi ana ye, ni yeye wa kuzieleza zile. Umemfahamu hapa Lulu anasema nini? Umemfahamu hapa Rashidi alikuwa yu, yu mlenga nani yu... Sasa twenda yatakwenda hayo mpaka kitandani, tukamalizane katika mambo ya mazungumzo marefu yasiyosaidika kabisa. Huyo ni bibi wa sita. Bibi wa saba anaitwa mimradhu huyu ni maafa katika maafa ya dunia sasa hivi. Huyu ni mwanamke ambaye hujifanya mgonjwa siku zote ndani ya makabati badala ya kujaa pafyum na kujaa nini, ni mia arobaini hizi, ah, za kufanyaje hizi? <laughs> za kufanyaje wee, ukimwambia mimi kichwa lio cha nyuma nipe panario mbili, ye ataka sita, akwambia za usiku takula tena usiku na ntakula tena usiku. Huyo si mwanamke wa kuoa ha, awa wam wamejaa wame majumbani, wanaudhi sana wanaudhi uh, vijungu vijungu, vijungu vilivyowekwa udongo, sijui wakufanyaje udongo huu, mapumzi hitangawizi ukitangamanisha na uh, hivyo, kwa hivi tabu ya bibi huyu hana taimu hata ya kustarehe na mumewe kwa sababu yeye ni mgonjwa, anajitia maradhi. Ukiingia yeye anapumzi, ukitoka anapumzi, huna namna. Ukimpeleka kwa daktari yeye ni mjuzi zaidi ya daktari, kwa sababu atakamweleza daktari hujanifahamu, aseme daktari amweleze hujanifahamu, mpaka iwe yeye lazima ashinde tu. Nini yote ni uvivu ni mpendaji sana raha na kulala. That's all. <laughs> Kwa hivi hawa <laughs> ni katika hatari ya wanawake ambao kuwaoa ni hatari, ni maafa, ni balaa. Kuna mmoja, kuna mmoja huyu ambaye aitwa Arraqub. <laughs> Huyu ni mwanamke ambaye umemwoa Watu wengi waona wewe ukiwa na pesa, ukiwa tajiri, kwenda kutafuta mwanamke dhaifu, utastarehe sana maanake atakutwi tu ndio. Kuna wanaokuja akakuta una neema, una, una, una nyumba na majumba, una magari, una mwanini. Sasa hamu yake yeye avuvumisha mimi na mahaba ndani ya nyumba si ya kukupenda mm, ya kukungoja wafalini, apate kujua chake ye, ya kuchokoza kitu kimoja kimoja tu. Bibi mmoja amefanya kesi kubwa hapa hapa Nairobi. Mm, mume wangu nasikia nunua wa malori tu, mi hanionyeshi hizo logbook mimi, hanambii, hanambi zapakiwa wapi, ala vendereva wa malori <laughs> Sasa nini? <laughs> hamu yake mumewe yuwafalini. Siku moja, watoto bana, aliugua akawa hospitali. Na ana shida gani kama ni mke wako kujua? Uh, cheti cha ardhi kiko wapi, logbook iko wapi? Ana shida gani? Ni nani? Ni mke wako, Shekh Jumamir? Shida hakuna, shida iliyoko mmoja tu, aliyemwambia yeye kwamba we ndio utakekufa mbele ya baki yeye, nani? Basi shida ni hiyo tu nani alimwambia mwanamke huyu kuwa yeye lazima ufe ufewewe ye arithi kwa nini? Si arithi leso zake? Hata hapo ndio penye tabu, Rashid Atuna. hakuna makubwa hivyo uh, <laughs> hey, kama unatupata vizuri. Tunakupata. Uh, <laughs> Uh, mimi naomba nizungumze ni kitu kimoja. Kwamba kwanza niliupenda mjadala huu wiki iliyopita nikasema nitamani uendelee na pia nashukuru mjadala huu unaendelea. Kuna kitu kimoja lazima tukijue kwamba wanawake wote wanafaa kuolewa. Lakini tabia ndizo ambazo zinazofanya mtu aogope uh, kuoa mwanamke. Lakini ni tabia zipi ambazo uh, zinapaswa watu kuweza kuogopa? Kwa sababu tunapozungumza sasa hivi kuna baadhi ya familia hazielewani kwa sababu gani? Inawezekana kaka eh, aliamua kuoa yule mwanamke, kaenda kugombanisha familia nzima, inafika mali ile familia haielewani, wanauliza mbona mwanzo hatukuwa hivi? kumbe ni nani aliyeingia kwenye familia akaenda kugombanisha? Ni yule mwanamke. Lakini pia kuna tabia ambazo sasa hivi uh, kwamba ni tabia zipi ambazo pia hazifai mwanamke kwamba kuolewa eh, ni tabia zipi tunazungumzia? Kwamba kuna wanawake hawana ile yani sijui niseme kujitathmini ama kupata ule uelewa. Kuna wanawake uelewa ni mgumu, unakwenda naye sehemu. Kuna wanaume sehemu wanaogopa kutoka na, na wake zao, ni kwa sababu gani? anakwenda naye sehemu, yule mwanamke hawezi kutafuna vizuri chakula, nakuta mwanaume anaenda anamkanyaga. Unajua, kuna vitabia, mtu anaogopa anamkanyaga mguu, usitafune hivyo, lakini kumbe ile ni nini? Ni ile tabia ambayo amelelewa kwao. Lakini haitoshi, inawezekana kabisa kwamba huyu mwanamke leo hii nikisema nitoke naye niende niende naye sehemu fulani, achana kutafuna ana mazungumzo ambayo yale mazungumzo, yani, anaweza akaropoka akaongea ili akaongea ili. Unajua, no wanaume wana stara fulani hivi, huwa wawapendi yani mwanamke mm -hmm. ambaye Yani, kifika sehemu, yani kama yeye tayari ule mji ndo anajua, wale watu ndo wanawajua. Kwa hiyo hizi tabia ndizo ambazo zinazofanya kwamba ni tabia zipi ambazo hazifai. Hizi tabia ziko nyingi, lakini hakuna tabia ambayo inaokera, inaumiza na tayari mwanaume kashamoa mwanamke ndani. Kuna mwanamke akianza kununa, jamani, ananuna mpaka ile sura yake ilikuwa ni nzuri e, inabadilika. Ananuna asubuhi, ananuna mchana, ananuna usiku. Mume wake anamuuliza unaumwa? Anasema, anakwambia siumwi. Sasa hizi ni hulka ambazo mwanaume anasema leo nimeoa, acha nifurahi. Anaoa, anapeleka maradhi ndani ya mwanamke, kununa. Lakini kuna watu jamani, pia wanawake ni wabinafsi. Yani mwana, kuna mwanamke mchoyo, mpaka yeye mwenyewe anajinyima kula yake. Sasa hebu niambie, mwanamke wa namna hii unamuingiza ndani kwenye familia, ataweza kumhudumia hata mamako mzazi? Yani yeye mwenyewe anajinyima, yani ni mchoyo. Kuna mwanamke akiona wageni ndani ya nyumba huo, ukumbuke wewe na mwanaume tayari kashaoa, akiona familia ya ya mume wake kabadilika, tumbo anaumwa yeye, kichwa anaumwa yeye, mgongo mgongo anaumwa yeye kuingia jikoni haingii, lakini akiona ndugu zake wamefika, yeye ndo wa kwanza kumtafutia mama yake mzazi kanga kumpa kumpa dera kuvaa, lakini haitoshi, kumpikia kuku, kumpikia kila kitu, kumpikia maamri kila kitu, lakini akija mama mzazi. Sasa hizi tabia ndizo baadhi ya wanaume wanaogopa leo hii kuoa lakini hmm, si kwamba eti mwanamke huyu afai kuolewa. Hapana, anafaa. Kila mwanamke anafaa kuolewa, lakini tabia ndizo ambazo wanaume wanaziogopa. Kuna mwanamke mwingine apishi chama rafiki wa mumewe kapita naye, majirani kapita nao. Sasa inafika mahali mwanamke mwanaume anakuwa hana heshima pale mtaani, anaambiwa mumkeo katembea na huyu katembea na huyu katembea na huyu katembea na, uu, katembea na. Kuna mwanaume gani anataka namna hiyo? Lakini wanawake hawa wapo, sio kwamba wote hawafai kuolewa. Kila mwanamke anafaa kuolewa, ila tu tabia ndizo ambazo wanaume wanaogopa kuoa, na ndio maana wanasema mwanamke yupi hafai kuolewa, hizi tabia wanaume wanasema na bila shaka anaona kwa maoni mengi ameanza kupatikana. Sheikh Jumamir umeelimisha watu wame hmm. wamefuatia akajua kwamba una urembo na nia, nyumba tuwe nao na tahadhari, taadhari si wafurahia tu kila siku ya jipodoa yajipodoapodoa na pia vile vile tukijipodoa, mnasema tukijiachilia. Bi Msafwari yuko kwa kesi na, na mtazamaji, kwa faida yako ni kwamba Jumamosi ijayo Sheikh Jumamir anasema na kuna wanaume aina kumi na moja hawapaswi kuoa. Naona sio kumi na moja Rashid, nini wako wengi ah. Shekh jua asema kumi na moja uh, ah, utafiti tutafanya zaidi, lakini zingatie sana hii ya <laughs>